Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wa Islam, swali ambalo kila mmoja huwa anajiuliza, je, ni wakati gani mauti wa Kiislam analipiwa saumu pindi ambapo amekufa na hajalipa siku ambazo alikuwa na deni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Saumu ya Ramadhani ni nguzo kama inavyojulikana ni faradhi kwa kila Muislamu mzima wa afya, mwenye akili timamu, ambaye amebaligh na mukimu, manake yuko present, hayuko ndani ya safari. Ikitokea akawa ni mgonjwa, ugonjwa ambao unategemewa kupona, dini imeruhusu kwamba atakula mchana, na siku akipona atalipa siku zile alizokula. Sasa kuna wakati inatokea, amekula mchana wakati wa maradhi, kisha Ramadhani imekwisha. Baada ya Ramadhani ameishi labda miezi miwili au mitatu akiwa mzima wa afya, lakini akaghafilika kuweza kulipa siku zile ambazo alizokula ndani ya Ramadhani. Kisha baada ya hapo, baada ya kughafilika na ameishi muda ambao ni zaidi ya mwezi baada ya Ramadhani, akawa amefariki, hapo ndipo anasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, man mata wa alayhi siyam swama anhu waliyuh yule ambaye atakayefishwa ili hali ana deni la swaumu, basi ndugu zake wa karibu msimamizi wake analipa siku zile. Ninatoa usia huyo kwa watoto waliozaliwa na wanakumbuka kwamba wazazi wao yaliwafika hayo, walikufa wako na madeni, na walikuwa wamepona, wakapata fursa, wangelipa lakini hawakulipa, wakawa wamefariki. Wakumbuke kwamba dainullahi ahaqqu an yuqda, deni la Mwenyezi Mungu ndiyo linapewa haki zaidi ya kulipa, wawalipie wazazi wao. Ama yule ambaye atafariki baada ya Ramadhani mubashara, amefunga mwezi wa Ramadhani umemdiriki, yuko mgonjwa, maradhi anategemewa kupona, akala mchana kwa mategemeo ya kwamba akijaliwa kupona atalipa siku zile, kisha Ramadhani ikaisha, lakini bado ni mgonjwa, anatumia dawa hata ikiwa mwezi wa miezi miwili, lakini bado mgonjwa hajapona, kisha akafariki, huyo kauli ya maulama ya nguvu ni kwamba hatolipiwa saumu zile kwa sababu hakupata fursa ya kupata afya na aweze kutekeleza hilo, alafu akashindwa, ndiyo alipiwe na wanaye. Allah, ninakuomba ututakabalie sote saumu zetu na uwarehemu mauti wetu wa Kiislamu waliotangulia kwenye haki. Allahumma amin.